Kwenyeko hali ya majonzi bado inawagubika wakazi wa Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet ambao hadi sasa hawajawapata wapendwa wao waliofukiwa na udongo pamoja na mawe kwenye maporomoko ya ardhi wiki moja iliyopita, na huku serikali ikitangaza tarehe ishirini na moja mwezi huu kama siku ya mazishi kwa wale ambao miili yao imepatikana. Familia ambazo bado hazijapata miili ya wapendwa wao zingali zinahangaika zisijue la kufanya. Kulingana na baadhi ya walio nasi wana matumaini makubwa kuwa watapata miili ya wapendwa wao kabla ya siku iliyotengwa kwa mazishi. Kichana yangu Martin Chesa hajapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Sasa vile isina sunguuka kitavuta watoto leo, napatikana mtoto moja na iko ngufu akusema atapatikana tena. Tuna waomba kama kuna bali vengine, forasi ya Kenya saidia, utusaidie, mutusaidie, mutuvatie shamba tutoka hapa.